Katika jiji la Mwanza, sauti ya furaha ya kuzaliwa kwa mtoto imeanza kuchanganyika na hofu hofu ya changamoto zinazowakumba wakina mama wanaojifungua watoto njiti. Katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni, hospitali ya mkoa ya Sekoutore na hospitali ya rufaa ya Bugando zimeshuhudia ongezeko la visa vya watoto kuzaliwa kabla ya wakati, yaani majuma 36, hali inayozua maswali mengi kuhusu afya ya mama, mazingira na mifumo ya huduma za afya. Wito umetolewa kwa serikali kufanyika utafiti ili kubaini sababu za hali hiyo. Kwa majina naitwa Rosemary Kusekwa. Shida iliyonisababisha mtoto watoke premature, nilianza kutoka maji kabla, nikawa nimefika hospitali pale Agakane kwa ajili ya uchunguzi, akawa wamenipiga wakasema kuwa maji yamepungua, kwa hiyo itakuwa ni changamoto kwa mtoto namna ya kucheza. Kwa hiyo wakashauri kuwa niendelee kukaa pale kwa ajili ya uangalizi. Baadaye nilikaa pale karibu wiki moja, wakawa wameniruhusu nikarudi nyumbani, lakini baada ya siku mbili hali ikawa tofauti, maji akaendelea kutoka na nikahisi tumbo la chini linauma sana, ndo nikawa nimefika hapa hospitali ya Sekoutore, wakanipima, wakasema kuwa njia imefunguka kwao mtoto yupo tayari kutoka, nikawa nimejifungua. Alikuwa na miezi sita na wiki mbili hivyo, ila kwa sasa ni ana miezi sita na wiki tatu. Changamoto ni kubwa, maana kwanza ni kitu ambacho unakutana una, una nacho kigeni na mtoto mwenyewe huyu kimachua, anatakiwa uangalizi mkubwa sana. Kwanza kuna dawa anazozitumia ambazo hizo dawa anatakiwa yani uko unampatia, unatakiwa wewe mwenyewe makini. Ukicheza kidogo tu inaweza ikampalia ikaingia kwenye mfumo wa upumuaji, na inamletea nani changamoto pia naye. Na kingine ni kuhusu masuala ya unyonyeshaji, ninashauriwa una, kuwa ni kila baada ya masaa matatu mtoto apate maziwa, ama kila baada ya lisali moja, kulingana na mchanganuo unayopewa, unampatia maziwa kwenye milizi thelathini kulingana na uzito wake alonao. Kwa hiyo mchanganuo wa kwanza inatakiwa niende na hesabu ile ya kila baada ya risali moja, nimpatie milizi kumi na tano ama kila baada ya masaa matatu nimpatie milizi thelathini. Aelaia kwa majina anaitwa Pascal Johnny ni patwa na hospitali lakini kwa niaba ya nganga mfawidhi wa hospitali rufa ya rufaa ya mkoa wa Sekoutore ninashukuru sana kwa kuona umuhimu wa kuja kututembelea na kuweza kutupatia uelewa juu ya hii Kangaroo Mother Care. Kangaroo Mother Care imekuwa kangaro ikifanyika mara nyingi, lakini sasa mmekuja kuipa nguvu, kwa sababu ni muhimu sana, na pia Kangaroo Mother Care ni njia mojawapo ya kuwasaidia watoto njiti kuweza kupata joto ambalo ilitakiwa walipate kipindi wakiwa tumboni mwa mama zao, lakini kutokana na changamoto kadha wa kadha zimepelekea watoto hao kuzaliwa kabla ya muda wao. Kwa kipindi hiki ambao tumekuwa tumeona kulikuwa na ongezeko kubwa sana la watoto njiti, ninatamani sana na ninawaomba wadau mbalimbali na wataalamu mbalimbali kwa waweza kufanya tafiti na mwisho wa siku kuweza kutuletea majibu. Lengo ni kuweza Ku, kuondoa kama sio kupunguza kabisa, kwa sababu watoto njiti sio wote wanaoweza kuwahudumia kama inavyotakikana na hivyo kupelekea muda mwingine watoto hawa kuweza kupoteza maisha. Kwa majina naitwa Dr. Margaret Guranywa, ni mkuu wa idara ya watoto katika hospitali ya mkoa ya Rufaa ya Sekoutore. Uh, watoto njiti moja ya mahitaji yao ni kupata vibebeo ambao vitawasaidia wakina mama ambao wanatakiwa wakae na watoto muda wote katika vifua vyao kwa hiyo imekuwa kama hitaji kubwa sana kwa wamama hawa, kwa hiyo tunawapongeza bebimu kwa kuona hili na kutatua hili hasa katika hospitali yetu. Takwimu zinazungumza vipi? Labda kwa siku, kwa mwezi au kwa mwaka, mnapokea watoto wangapi wanaozaliwa kabla, na pengine nini sababu? Watoto ambao tunawapata kwa mwezi, idadi kwa ujumla pasipo kuwagawa kwa makundi, wage wanafika 150 hadi 200 ila pia wenye changamoto mbalimbali mbali, lakini kundi kubwa la watoto njiti tunaweza tukapata watoto sabini mpaka tisini katika watoto wao, kwa ni idadi kubwa kidogo. Na wakati wa kuchukua historia kwamba kitu gani kinasababisha kuzaliwa kwa watoto njiti kikubwa kimekuwa kikionekana ni maradhi mbalimbali, kiwemo pressure wakati wa ujauzito au maambukizi kupitia via vya uzazi wakati wa ujauzito. Lakini kama kiongozi alivyosema, tunatoa aid kwamba tafiti ziendelee kufanyika , tuangalie ni tatizo gani kubwa limetokea katika kipindi cha miaka ya karibuni, ili tuweze kuchukua hatua za haraka kupunguza uzalishaji wa watoto ambao wanazaliwa kabla ya muda. Ni vipi sasa jamii inawezaje kuepukana na changamoto hii? Nafikiri ni kupitia pia kliniki za wamama za mapema, kule ndo sehemu pekee ambayo tunaweza tukapata dalili za hatari, viashiria vya hatari au vidokezo vya hatari kwa wamama. Kwa hiyo kule ndo sehemu pekee ambayo tunategemea sana kwa upande wa huduma za afya, ila pia tunatolewa elimu kupitia mitandao ya kijamii na kupitia uh, vyombo vya habari kuhusiana na dalili za hatari ambazo zinatokea kina mama na kitu gani wafanye. Kwa hiyo kuepuka ni kutoa elimu pasipo kukoma kuhusiana na vidokezo vya hatari wakati wa ujauzito. Je, yeah, hivyo vidokezo ni vipi? Kama tunavyojua ujauzito umegawanywa katika sehemu kuu tatu. Kuna trimester ya kwanza, trimester ya pili na pamoja na ya tatu. Kwa kuanzia trimester ya pili mpaka trimester ya tatu, mara nyingi wa mama tunawashauri wanapoona dalili kama mtoto hachezi tumboni, wanapoona labda wanaanza kutoka damu katika sehemu zao za siri, labda wanaanza kutoka maji katika sehemu zao za siri, aa, labda wanapata homa za mara kwa mara. Hivyo ni baadhi ya vidokezo vya hatari ambavyo wamama hawa tunawashauri wanapokuwa wanapokua na hudhuria kliniki wakiona, wawahi hospitali kwa ajili ya matibabu. Kuna ongezeko kubwa sana la watoto njiti ukanda wa ziwa, kwa tukaona kwamba solution yetu uh, ni kitu ambacho kinasaidia kina sio kupunguza ongezeko bali ku make sure vifo kati ya hao ambao watakuwa njiti vinapungua kabisa. Na, na research tumefanya clinical uh, research tumefanya pale Temeke na Amana, na tuna majibu mazuri kabisa ya ongezeko la uzito kwa watoto njiti uh, uh, upendo bonding kati ya kati ya mama au, au baba na mtoto, hiyo pia na, inaongeze, ina, inasaidia sana. Kwa hiyo sisi kama Baby Moon tumefurahi kuwepo hapa na kukaribishwa kabisa vizuri kabisa, na tunakuahidi kwamba, uh, as long as tuko hapa tutasaidia kwenye hiyo research hiyo tafiti ambayo kutaka kujua kwa nini kuna ongezeko kubwa kwa mtindo huo. Tuna resource, tuna team, tuna watu na support ya watu nyuma yetu kidogo kwa ajili ya ku make sure haya yote yanaenda vizuri. Kwa leo kwa, kama siku ya, ya, ya kusherehekea Kangaroo Mother Care duniani, tume, tumeleta token kidogo ya vibebeo vyetu vya vya baby carriers kama zile unavyoona pale ambao ni hands free, mama nazabeba akafanya shughuli zake akaendelea na mambo yake tutafanya demonstration kidogo ya jinsi gani ya kufunga kirahisi, lakini pia ina, ina ina six pressure points, ina, ina, ina wide straps ambazo zinasaidia uh, bega mama, mama asichoke sana, ili uzito wa mtoto unagawanywa huku kwenye mabega. Kwa majina naitwa Adventina Charles, mi nimefurahia kwa kweli kupata hiki kibebeo kwa sababu mwanzoni nilikuwa napata shida kufunga, alafu ulikuwa ukishafunga ukilala unasikia kwenye fundo huku panauma, lakini sasa hivi kutokana na hivi vibebeo tulivyopata vitatusaidia hata ukilala unalala una kwa uhuru, na hata ukitaka kufanya mambo yako mengine unafanya ukiwa na mtoto wako kifuani. Mtoto wako mm, na umri gani? Ana miezi saba. Na ulijifungua akiwa na, na alikuwa na kilo mmoja point sita. Kila la kheri, asante kwa. Majina yangu naitwa Sister Dismas Gaspari Mauki, ni nurse manager idara ya watoto. Kwa wastani, tunaanza tukapokea wagonjwa 30 mpaka 40 kwa mwezi, na hawa watoto tunawakea sisi. Sasa hapo inategemea tumepata mtoto ambaye ana kilo ngapi. Tunapokea watoto mpaka wenye gramu 800 tuna hao wenye gramu mia nane tuna na wenye gramu wenye kilo moja pointi, moja pointi ta, tatu pointi nne. Wanaingia kwanza ICU ya watoto, wanaendelea na dawa. Wakimaliza dawa zao na uzito ukiongezeka mpaka akipata kilo moja pointi tatu mpaka pointi nne tunamweka eneo la kangaruu, ambapo kangaruu sasa anakaa na mama muda wote, amemweka kifuani mwake akiwa anapata joto lake. Sababu zamani tulikuwa tunaruka, hata siku moja tunaweza tukawa na mtoto mmoja, na siku nyingine inaruka kabisa, tunaweza tukawamaliza hata siku tatu hatujapata. Lakini sasa hivi kwa sasa hakuna siku ambayo inapita hatujapokea mtoto ambaye ni njiti. Kwa kina mama, mimi ningeshauri kama wangepata elimu ya kuhudhuria kliniki tangu tu anapogundua kwamba ana ujauzito, akihudhuria kliniki inaonyesha inaweza ikatupa maendeleo ya yule mtoto. Hata kama atakuja ikionekana atakuja kujifungua mtoto ambaye hajafikia, hana uzito wa kutosha, angalau huyu mama anakuwa ameshaandaliwa mazingira ajifungulie sehemu gani, au usijifungulie hospitali gani, sababu akijifungulia kule dispensari kumsafirisha yule mtoto njiti mpaka afike hapa unakuta amepoteza joto. Sasa lile joto analolipoteza, watoto wengi wakifika hapa ana joto la chini, inakuwa ni shida mpaka tumtoe huko, inakuwa ni shida. Lakini ukiwa, akiwahi huyo mtoto huyo mama akijifungulia mazingira ambayo ni mazuri, yule mtoto tunaweza tukamsaidia kwa muda mfupi na akaendelea vizuri zaidi. Kwa majina naitwa Chiku Wilson Mabuba, ni muuguzi kiongozi katika kitengo cha watoto wachanga katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Sekoutore. Sisi kama wauguzi tumelipokea kwa kubwa sana katika kitengo chetu, na pia tunashukuru shirika la BEM kwa kuona jambo hili kwa uzito kabisa, kwa sababu tunapokea watoto ambao wamezaliwa kabla ya muda na wenye uzito mdogo. Kwa hiyo mama zao tunakaa nao katika hospitali yetu wakiwa katika mazingira ya kukata tamaa, kuchoka. Kwa hiyo sisi kama wauguzi tunawajibika kwamba tunatakiwa kutoa elimu kwao jinsi ya kuwahudumia wale watoto, ukizingatia swala la usafi, lishe, namna ya kuwanyonyesha na mama mwenyewe namna ya kutoa huduma anapokuwa na yule mtoto amemfunga kangaroo. Wapo ambao wanazembea, wanachelewa kwenda kliniki, na wengi wao wamekuwa wakienda kliniki vizuri tu, lakini ni changamoto zile za ujauzito zimempelekea yeye kupata mtoto njiti au kupata mtoto mwenye uzito mdogo. Kwa hiyo ukibaini matatizo ya mama kwamba alichelewa kwenda kliniki, inabidi umshauri kwamba anapopata ujauzito unaofuata au anapoamua kupanga uzazi mwingine awai kituo cha afya, na mauzulio ya mtoto huyu aliye naye asiache, atakapotoka hospitalini aendelee mpaka mpaka atakapoambiwa sasa imetosha, nadhani miaka mitano. Wow, wanaacha kwenda kliniki, wanaendelea na matibabu ya kawaida kama mtoto atapata shida au changamoto yoyote. Kwa hiyo tumekuwa tukiwashauri na tunapokuwa tunabaini hizo changamoto kwamba mama alichelewa au ni yeye afanya uzembe sehemu, unampa elimu, unamwelezea umuhimu wa hiyo kliniki ili iweze kumsaidia mara nyingine tena <coughs> atakapoamua kupanga uzazi asizembee kwenye mauzulio yake kutumia hizi njia zingine, tradition, kanga, mataulo, ma blanket, inakuwa ngumu. Sasa pia kuna, kuna kazi zingine unakuwa uwezo kufanya unakuwa kazi ni hiyo tu. Sasa kutumia kibebeo chetu unaweza ka practice kwa muda huo mrefu, na pia kuna kesi za mama inabidi yale upande mmoja yale kuangalia juu, kwa sababu mtoto anaweza ka slide upande huu na huu. Kibebeo chetu mtoto anakaa kwenye M position kwa muda wote huo kwa hata hu. ukilala kwa upande ukalala kwa mgongo, kwa, kwa nini bado mtoto anakuwa kwenye sehemu ile ile kwa hiyo ndio faida kati ya uh, kati ya nyingi za kibebeo chetu.